Ni jamii ambayo hutegemea zaidi ufugaji wa asili ikiwa imejikita maeneo ya pembezoni yakizungukwa na hifadhi za wanyamapori, na hii imetoa fursa kwa watalii kujionea mfumo huu wa pekee wa maisha. Sasa wapo katika ulimwengu wao. Awali vijana wa kimaasai walilala kando ya mto, na sasa wanapakwa mwilini rangi nyeupe ambayo kwa jina lao la asili hujulikana kama endororo ikiwa ni ishara kwamba wapo tayari kwa ajili ya kuvuka rika, yaani kuna rika ya makara korianga, sasa hii nyangulo, sasa kuna hii ni rika mpya, ndio tunaanza kudumisha, lakini tunaomba, tunaomba serikali itusaidie katika mila zetu na desturi, iwe ndio kivutio au iwe ndio kipato cha utalii. Watalii anatoka mahali pale kuja kuona Wamasai na wanyama na mazingira hawa na tamaduni zao. Kwa hiyo hiyo tunataka tulindie tuendelea kudumu na hiyo tamaduni yetu, ambayo ndio naendelea kutufanya kama Wamasai ambao anapenda tamaduni. Tunailinda mila yetu, hata wanyama tunailinda ili tukae nao kwa, na misitu yetu tunailinda. Kwa hiyo e, tunawatangazia umma mataifa mbalimbali mbali, na Tanzania na Samia Suluhu Hassan hatulinde sisi tusipate shida wakati tunafanya mambo yetu ya kimasai. <tose> <tose> Ni tukio linalojulikana kama Engipara likihusisha sherehe za kuvuka rika ambapo vijana wa kiume wanatawazwa rasmi kuingia rika la Ermegolik na baadaye rika hii itavuka hatua na kuingia kwenye umorani ambao hufahamika zaidi kama jeshi la jamii. Rika hii inaanzia miaka saba hadi miaka ishirini na mbili ambayo ndio ina maana chini ya miaka sita watakuwa, sasa, watakuwa wanaanzishwa na rika lingine ambayo watatarajiwa baada ya miaka 25 tukio hili kufanyika. Licha ya kukumbatia mila na desturi ambazo zimerithishwa kwa vizazi hadi vizazi, lakini jambo linalotia matumaini ni kwamba jamii ya Maasai kwa sasa imefumbua macho na kuona elimu kuwa kipaumbele tohara au kuwa morani ilikuwa ni sehemu ya kumfanya mtu kukataa shule. Kwa hiyo tayari wengi ambao walikuwa wakipata tohara wengi walikataa shule wakijiona, wamekuwa wakijiona sasa wana majukumu ya kwao ya nyumbani, ni kuoa ni kufanya mambo gani. Lakini leo ambaye ni kiongozi wa rika hili ni mwanafunzi wa kidato cha nne kwa sasa na msaidizi ni mwanafunzi wa kidato cha tatu, na hata yule mdogo ambaye aliwapeleka wenzake porini kwa ajili ya kuanzisha hili tayari yeye alikuwa darasa la, la tatu. Ni bayana kwamba jamii ya Maasai ina mchango mkubwa katika sekta ya utalii si tu kama kivutio cha kiutamaduni bali pia mshirika muhimu katika uhifadhi wa maeneo ya asili yanayotumika kwa shughuli za utalii. Ramadhani Mvungi, makala ya utalii, Azam News.